Bwana Yesu asifiwe sana. Elewa aina ya madhabahu na namna ya kuivunja madhabahu isikutese katika maisha yako. Kuna aina mbili za madhabahu, kuna madhabahu za ukoo na madhabahu ya kabila, na inategemea kwamba katika maisha yako ni madhabahu ipi ina nguvu katika kukurimoto kukutesa. Maana utakuta mwingine ni binti mzuri, lakini kuolewa haolewi. Kijana ni mtanashati, lakini kuoa haowi na wengine wakiolewa watu wakienda kwenye ndoa hawakai, hata kama ni mrembo namna gani. Pengine kuna madhabahu tena wa remote zinawapelekesha. Wengine wanaenda wanafanya kazi, wenzao wanaendesha magari, wanajenga nyumba, yeye hakuna chochote, ya kupiga mark time tu. Hizo ni roho za kuvunja na kuibomoa na unaibunja kwa maombi ya kufunga na kuomba, alafu unaomba ujenge madhabahu mpya, madhabahu ya Kristo kwenye ukoo, ili watu waanze kubarikiwa, watu waanze kuongezeka, watu waanze kuinuliwa, watu